Dada Flora karibu sana. Asante. Mhm. Mm -hmm. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Mwanza , niliangalia kwenye mtandao ulikuwa unafanya interview SB ni wasafi ile. Mimi. Mm. Okay. Na boss Iron pale. Mhm. Mm. Uh -huh. Yaani nilipoangalia ni maana mimi kuna sehemu cha kufanya kazi, ila ila sio kubwa kidogo yani. Ni kidogo. Shilingi ngapi? Ilikuwa elfu sitini. Elfu sitini. Lini hiyo? ilikua nimemaliza maana nilitoka, ilikuwa ni mwaka huu kama mwezi wa kwanza, mwaka huu no, niliondoka eh. E, elfu sitini, okay. -mwaka huu e, sisi mshahara ilikuwa laki moja, lakini nafikiri tumeongeza kuwa laki na nusu, sio muda mrefu sana lakini mshahara wetu ulikuwa laki moja, mshahara mdogo kabisa. Zaidi ya miaka kumi wewe hujawahi oh, kutusikia. Tuna miaka zaidi ya kumi, mshahara ulikuwa hapa ni laki moja, mshahara mdogo kutusikia nikuwa sijawai kusikia hata kufatilia fatilia, unajua na simu ndogo, nikuwa si, sina simu kubwa ah, simu ndogo si mm -hmm. mm -hmm. kwa hiyo ndo ukaja ukatuona ile tukiwa wasafi. Baada ya kutuona pale, nikawafatilia nikapiga simu nikapewa maelekezo, ndo nikaja huku, ndo ukaja huku. Kwa hiyo malengo yako ni nini Flora? Mm, ni malengo yangu nitanifanye kazi nipate pesa. Napenda mambo ya urembo, maana nafanya makeup mimi, nafanya kwa hata hata nifungue nifunguanani mambo ya duka la upipodozi, hata kisaluni hivyo, yani mambo yanahusiana na urembo ndio. mm, vitu vyako navyopenda mm. Okay sasa, kazi ndani ulifanya kwa muda gani? ulipokuwa unafanya, miaka mitatu, miaka mitatu kazi za ndani unaziweza? Najua kuangalia mtoto toka kiwa kichanga, jinsi yani, kila kitu, kila kitu unajua. mm. Kwa hiyo kwenye kazi huna shida? Mimi sina shida. mm. si karibu huku, umesikia mshahara mdogo laki na nusu. mm. Umejisikiaje? sio mbaya, sio mbaya, yani. Mbaya, umefurahi. <laughs> toka elfu sitini mpaka laki na nusu <laughs> eh, ndio eh? Ni kweli, umefurahi mm. Usiseme sio mbaya, hiyo ni hela mm. nyingi sana kuna mtu yuko tu kaajiriwa huko na analipwa hiyo hiyo hela, hmm. na bado ana majukumu mengi. Kwa hiyo ukilipwa laki na nusu na unakula kwa bosi unalala kwa bosi huna bili, hmm. hela yako, huna bili huna kodi hela yako si unaiweka kabisa, unakuja kufungua saluni yako au duka lako la vipodozi, unaweka au unaweka. Unaweka. <laughs> sio hey, ukiwa usiwe na haraka tu hmm. nenda kafanya kazi miaka yako miwili au mitatu tena unatoka hapo na mtaji wako wa maana ili usiende mm -hmm. kufungua kisaluni cha ja, uchwara. Nenda mm. -hmm. kafungue saluni kama saluni si ndio? mm. kwa -hmm. mm hiyo -hmm. cha muhimu kazi kufanya kazi mm -hmm. sababu hapa kikubwa wadada kinachowashinda sio, hela zipo mm. -hmm. sisi tuna wateja wengi, ila wadada ni wavivu hawataki kuambiwa mm -hmm. wanataka kufanya kazi wanavyotaka wao. Hapana, sisi mfumo wetu hapa mm -hmm. ni mfumo wa kimungu unafanya kazi kutokana na bosi wako anavyotaka sio unavyotaka wewe. Shetani ndo anakuwaga tu mbishi mjeuri anataka kushindana na Mungu. Hizo ni tabia za shetani, lakini tabia za kimungu ni za utii na unyenyekevu mm-hmm. na upendo na uaminifu na uadilifu. Hizo ndo tabia ambazo sisi tunakwenda nazo, tukienda nazo hizo tutafanikiwa, tutafanikiwa kutimiza malengo yako. Hata sisi kama kituo tutafanikiwa kwa sababu mabosi watazidi kutuamini, mm. na hata tunavyozidi kuwaambia, jamani, walipeni watu vizuri, watawalipa kwa sababu wanaona mnawafanyia kazi zao vizuri na mnakuwa waaminifu kazini. Ni kweli, unanielewa? Mm. Haya, kwa hiyo karibu sana nyumbani. Ni wapi? Nyumbani kabisa mi Siwani. Ukelewe ndio nyumbani. Ukelewe na, okay. Una familia, una watoto, una mume? Ah, sina mtoto hata mume bado. Bado. Cha muhimu kwanza familia yako ya kwanza ni biashara yako. Mm, biashara. Kwanza kutafuta kwanza kipato chako, huyo ndio mume wako wa kwanza mm, na watoto wako. Mm. Ukishakamilisha hapo, ukaweka maisha yako vizuri, kaweka mambo yako vizuri kwa sababu simuona wasichana wenzako huko mtaani wanatelekezwa, wanaachwa. Maana wanaume sio Mungu, ndio maana neno la Mungu likasema, amelaaniwa mtegemea nani mwanadamu. Usimtegemee binadamu. Te, tegemea Mungu wako, na nguvu na nguvu alizokupa na akili zako. Kwa hiyo fanya kazi vizuri kwa bosi wako akulipe kipato chako, tengeneza maisha yako. Hayo maisha mengine ya familia ni yatakuja tu. Sawa, dada, karibu sana, asante.